Magical boy behind the MIC. Harmonize, Konde boy jeshi, hivyo ndio wengi wanamjua. Sasa amefunguka hii leo kwamba anaachia ngoma na uh, msanii kutoka Nigeria ambaye anaitwa Rude Boy ama I am King Rudy. Huyu ni jamaa ambaye eh, formerly walikuwa kwenye kikundi cha P Square ambacho kilikuwa na Paul na Peter, hao walikuwa twins ambao walitesa sana zile enzi, walitoa madude makali sana. Sasa Harmonize amefunguka kwamba anatoa ngoma inaitwa The Best Couple. Hii ni ngoma ambayo ameweka ni kama sanamu hivi ambayo ya zamani hivi ya kichwa chake na kitu cha Kajala. Kumbukwe na time alikuwa na pesa sana pia na Kajala wakati alikuwa in love hivi. So uh, kidogo ndio wapatie historia ya Harmonize eh, na wasanii wa Nigeria. Mwanzo msanii wa kwanza Harmonize kufanya na yeye collab alikuwa Burna Boy. Kolabu ambayo walifanyakiwa pale Wasafi ilikuwa inaitwa Kainama, ilikuwa na Diamond, Harmonize na Burna Boy, ngoma ambayo ilisumbua sana, video ilikuwa hatari sana, ngoma ambayo enzi hizo uh, ilibaki kuongelewa sana. Baada ya kufanya na Burna Boy, alikuja akafanya na Yemi Alade na ule jamaa wa wa mabeats anaitwa Chris Beats, ngoma ambayo ilikuwa inaitwa Show Me What You Got, ngoma ambayo ilikuwa na beat fulani hivi, ilikuwa ya kimyeusho yeyusho hivi sasa baada ya kufanya na Yemi Alade alikuja akafanya uh, na Mr. Easy. Ngoma ilikuwa inaitwa Yepete ama Yepete. Ngoma ambayo pia ilisumbua sana lakini haikupenya vile kama ambavyo wengi walitarajia. Sasa baada ya kutoka WCB, Harmonize alianzisha Konde Music na akasaini msanii wake wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Ibra ambaye ametoka hivi maajuzi. Sasa baada ya Ibra, baada ya Ibra, msanii wa pili alikuwa nje ya nchi. Alikuwa anaitwa Skills. Ngoma walifanya hii ilikuwa inaitwa Oyoyo. Isikize hapa kidogo. Sasa baada ya hii ngoma uh, Harmonize amesign Skills kwa Konde Music Worldwide na akakaa hapo kwa mwaka kama mmoja hivi. Skills akatoa album bado akiwa hapo, baadaye wakaachana. Sasa Harmonize amerudi tena Nigeria na ameenda kufanya collab. Na hizi ndio sababu za msanii kufanya collab: moja, unapataga watu wengine wapya ama a new audience ambayo inaanza kukufuatilia sababu unaona pale sasa umeunganisha nguvu e, za kutoka Tanzania na nguvu za wafuasi wengine wa Nigeria, hiyo ni kitu moja. Pili ni ya create connection, unapata Uh, kujuana na watu wengine, unapata kujua watu wengine, unafanya nini, unapata kujua nchi zingine zina promote mazao waje, pia inakoga pia ya ku grow uh, fan base yako ambayo, so, tu kwetu ya Tanzania iko na ikona wasee wase fulani pale Nigeria na wasehe fulani pale uh, Ghana na wasee wengine fulani pale nchi nyingine, ndio inakoga maana ya hiyo, uh, maana ya collab sasa ukiachia hayo, Harmonize amesema kwamba anataka kuwania ubunge. Kumbuka kumbu kwamba Harmonize anatoka Chitodohima, yaani kunaitwa Chitodohima kwa kule ambapo yeye ametoka. Kama sasa Nigeria hapa kama sasa vile hapa Kenya, kuna embakasi kuna sijui Nairobi gani sijui kuna nini hivyo, so yeye ametoka mtaa wa Chitodohima ambapo anataka kuwania ubunge huko. Sasa ikumbukwe Uh, kuna wasanii kadhaa ambao washaikuwa wabunge, wengine hata saidi wabunge. Kulikuwa na kina Mwana FA ambaye sahi, sasa sasa ni naibu waziri wa michezo upande wa Tanzania, bado ni mbunge. Uh, nani mwingine ashaikuwa ni ya ubunge? Uh, Profesa Jay, bwana wa mitulinga, jamaa ambaye alitesa sana enzi zake, alishakuwa mbunge. Kina Baba Levo pia wanapania kuwa ni ubunge. Inakuwa hivyo sasa, Harmonize amesema anatamani sana ama anatamani sana kuingia pale bungeni, ako pale sasa. Wanabishana pale na mamisoda na ma mijadala, sijui itakuwaje. Unaweza achia comment yako hapo, wananitadi class kama ukipenda. the magical boy behind the MIC.